Kwa hiyo mimi nimshukuru Mwenyezi Mungu jambo limeenda vizuri. Nashukuru watu wote ambao wamekuja kwa support na wale ambao hawajatokea kwa kwa kwa kwa sababu sababu sababu moja ama nyingine. Event zinakuja, najua hamna mtu mtu mimi ni kazi, endas, endas kwa ni kwamba siendi. Changamoto zimetokea. Rayvanny kaniambia ameenda India kushoot kwa hiyo kila mtu amenipa sababu yake za msingi. Niwashukuru, tuendelee kufanya kazi mwisho wa wa zote pengine kuona wingi wa watu. Ah, kiukweli sijategemea. Sijafanya show mimi nilifanya show mara ya kwanza lakini mengia imekuta watu, watu ni, ni wengi ambao sikuwategemea. Kwa hiyo mimi nashukuru Mwenyezi Mungu, nashukuru kila mmoja aliyekuja, pia namshukuru mama yangu support. Nimemkalisha mpaka sasa hivi naenda saa saba hii. Ah, so kawaida kwa kweli. Kwa kuumbisi watu kuja kwenye tukio lako sio rahisi. Pengine nini siri ya mafanikio yako? Ni ushirikiano tu ambao nimeonyeshwa na watu mbalimbali, wasanii wa muziki, wachekeshaji wenzangu wa watu maarufu, kiukweli promotion yangu wameishambulia, niwashukuru kwa hilo. Lakini umeingia kwenye mitandao ya kijamii upo side? Sijaingia ambao wanasema kwamba show imeguma na anasema kwamba alishawaonya kufanya uh, mashow kwenye mabaa msikini na haya ndio matokeo yake. Nipe jibu hapa live. Nani? Baba Levo ameandika kupitia akaunti yake ya Instagram. Show gani anazungumzia? Anaizungumzia hii kwamba imeguma na yes, na anasema kwamba ni hii matokeo ya kile kitu alichokuwa anakataza. Yeye yeah, anafanyaga comedy, anafanyaga show za comedy. Muulizeni kwa nini afanyi? Anadai kwamba msikini. Sasa tumsikie yeye kama nani? Mimi ni mchekeshaji. Hamna mchekeshaji ambaye atamsikiliza chawa, hajui chochote kuhusu comedy. Kama anaona comedy ni rahisi, anaweza kufanya afanye. Saidi, hey. Okay, Saidi nimeona performance yako ni kali sana, idea yako naweza kusema kwamba ndo idea ya mtu wa kwanza wa comedy, au sio bana, kufanya kwenye taa ambayo inanikumulika wewe tu, lakini pia kufanya kwa kurelax zaidi. Kitu gani, ama maandalizi gani ambayo uliyafanya kuhakikisha kwamba show inakuwa kubwa? Ah, production ile cha kwanza ni, ni kwa ajili ya malengo ambayo tulikuwa nayo kwa sababu malengo ilikuwa ni production kali ambayo tunaweza kui, baada ya hapo tutawaambia show itakuwa inapatikana wapi. Kwa hiyo tupate production, tulitaka tupate kama umefuatilia show za kina Kevin Hart kina Dave Chappelle, ndio production ambazo wanafanya. Kwa hiyo tunataka fanya production ya mtindo huo. Okay, nikikurudisha kwenye show yako ya kwanza ambayo tulitengeneza bango mpaka Dodoma na vitu kama hivyo. Kuna taarifa zinasema Dodoma ndo kuna ex wako kule kwa na lile bango ambalo uliwekea ni anamiliki ex wako pia, hizo taarifa zina ukweli wote? Hapana, maana hazina ukweli wote, ex wangu sio <laughs> mtu wa Dodoma. Lakini pia nimeona kama hii ni inspiration kubwa sana kwa comedian wengine. Kabla haujafanya performance hii, kuna mtu ambaye alikuja akasema, mzee, next time nataka tuwe wote. kwenye kufanya show yes? Hapana. Wachekeshaji sasa hivi kila mmoja anapambana kuhakikisha anafanya show zake ili, ili, uh, aoneshe ukubwa wake aweze kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo wachekeshaji wengi mtasikia show za wachekeshaji wengi. Na tarehe saba tayari kuna show ya Jormasa. Watu ambao wamekuja kunisapoti pia ningependa wamsapoti na yeye, yeah, ya kwa hiyo ya swala kusema tutafanya collab, hapana. Sasa hivi hii show ambayo wachekeshaji wanafanya ni kila mmoja anapambana kuweza kutambaisha ukubwa wake kwenye tasnia. Asante sana. Ah, tunamshukuru sana kwa kuendelea kutusupport watu wa tasnia mbalimbali, na sisi hatuna cha kumlipa eti kwamba mama nitakutumia milioni, hapana. Asubiri tu Oktoba kwenye sanduku la kura, tunachukua tunaweka na, nataka ulijibu ile. Ni kweli zile show ambazo zinafanyika kwenye mabaa ambazo zinasemekana hamna show inafanyika baa kama ambapo anasema Baba Levo? Hamna?